Wa ukisha kutoka, ndo umetoka, urudi uingie tena, hujui wameingia watu wa watu wangapi. Hawakukubali, kama mtu kakutwa na dharura hawakukubali. Na jengine tulilolishuhudia kwanza kwenye kituo hususan cha Kibeni, siku ya pili, kuna baadhi ya matokeo yalitokea. Matokeo haya yalitokea Kibeni Mkwajuni, yani ndani ya jimbo langu, zote shehia nane. Zote vituo vinane vya upigaji wa kura alitokea, kulikuwa kuna gari maalum basi, ambayo basi hiyo haina vitambulisho suala, wengine angalau wameunda vitambulisho feki, hao hata vitambulisho feki hawana, wana karatasi za kawaida za kuvungia sambusa na mchele wanakuja wanapeleka karatasi zao, wanaingia ndani ya kituo, wanapigiwa wanapiga kura na hawatolewi. Kura moja moja, kura tano zaidi. Ndugu zangu, huu haukuwa uchaguzi, bali ulikuwa ni uchafuzi. Na matukio mengine ni kutolewa mawakala kutolewa mawakala ndani ya jimbo langu. Mawakala wote walitolewa, wote walitolewa kwa sababu mawakala hao kufika muda wa saa nane ndipo hapo walipoanza saa kile kitimtimu chao, yaani ukizungumza ile neno dogo tu kuhoji, tayari wamekutoa nje. Shehia ya Mkwajuni kituo Mkwajuni, wao walikuja kama zombi, wale walovaa manikabu. Maana mimi hata siwajui kikosi gani, wamevaa manikabu yao. Wale walikuja wakawatimua kwa waya, wakakimbia mbio. Baada ya mawakala kuwatoa ndani, Shehia ya Matemwe Kusini, halibaki wakala wangu mmoja tu. Wakala mmoja huyo hataweza kusimamia vyumba vyote wakati wa kuhesabu Kura. Katika shehia ya Kibeni, shehia ya Kibeni walihesabu kura mawakala wote walipo, lakini hakuna isipokuwa wakala chumba namba moja tu ndio alokuwa hayupo, walimtoa mapema. Lakini wakala hao hata ile karatasi ya matokeo hawakuwapatia na pia ni sehemu nyingine nazo ndo hivyo hivyo jinsi walivyofanya ili tufupishe muda, wakala chumba, yani ule mtu wa karatasi, Ameri Hamisi Ameri, chumba namba moja, kituo cha skuli ya Kibeni, yeye alikuwa anafanya kampeni oh ya Samuel mule. Oya, msifanye makosa bwana, CCM CCM, mule mule ndani ya nini, unakwenda una, kwenda, una jengine unaweza ukaambiwa sio kazi yako. Hicho ndicho unachoambiwa, na halafu kwenye kituo ambacho cha Kibuyuni tunayo hawa neki walosimamia ndani ya jimbo langu, Makame Jecha na Makame Saburi, Makame Jecha na Makame Saburi walienda kwenye kituo cha Kidombo na vituo vyengine pia walipita, lakini kituo cha Kidombo nimeshuhudia anaingia chumba namba moja, kachukua vitabu vinne yena Makame Saburi wamevitiki vyote wakamimina kura. Chumba namba mbili cha Kidombo wamechukua vitabu viwili wakavitiki vyote, wakenda wakamimina kura. Makame Jecha na Makame Sabuni. Katika shehia ya Matemwe Kusini kuna huyu Makame Hamadi Yusuf Tabu, mfumo uliokuwa umetumika ambao mwa sehemu ya pwani, maana huyu ndo akatupatia ushuhuda kabisa mzima huyu katuletea ushuhuda lakini kwa wanayewafanywa kwa upande wa pwani, wakimuona kavaa rubega la Kimasai wanampa kura si chini ya kumi siku hiyo, na yeye alivaa siku hiyo, na yeye alivaa akaja akatupa ushuhuda, hili ni kweli nimepewa kura tano, mimi nikaambiwa, huyu ndo mwenzetu, nimevaa rubega la Kimasai. Huo ndo utaratibu alokuwa anaufanya. Ukienda pale ukizungumza kibara, ukivaa rubega la Kimasai, unaonekana wao ni mwenzao, wanakupa kura nyingi zaidi. Kusema la kweli, tuna mengi ya kuzungumza isipokuwa mengine ndio anajirejea mule kwa mule. Nimepunguza niache shughuli nyingine. Ripoti ya jimbo langu ipo, inaelezea telezea kila kitu kwa uchanganuzi zaidi. Asanteni.